Katika kipindi cha takriban juma moja Rais wa Marekani Donald Trump amekuwa gumzo katika maeneo mbalimbali, tuseme duniani kwa ujumla, na hii ni kutokana na mambo mbalimbali ambayo ameyafanya na kuzua maswali, huku wengi wakitafsiri kuwa kinachofanywa na rais huyo wa taifa kubwa hapa duniani ni ubabe na si vinginevyo. Je, Trump amefanya nini hasa mpaka kuwa gumzo? Tuangalie baadhi ya matukio ambayo ameyafanya kama ambavyo utayashuhudia, kubwa likiwa ni la uvamizi ambao alifanya kule nchini Venezuela na kisha kumkamata rais Nicolas Maduro kama unavyomuona hapo pichani, ambaye sasa ameshtakiwa katika mahakama ya New York kwa tuhuma za biashara za dawa za kulevya. Sambamba na hilo, amekamata meli ya mafuta iliyokuwa ikipeperusha bendera ya Urusi katika bahari ya Atlantic Kaskazini, huku Urusi yenyewe likisema kwamba hatua hiyo inachochea mvutano pamoja na hayo ametangaza upya nia yake ya kukichukua kisiwa cha Greenland kwa sababu za kiusalama kati yake na China na Urusi, huku hatua hiyo ikipingwa vikali na Denmark pamoja na mataifa yanaunda umoja wa NATO juu ya mpango huo. Lakini lingine, katika hatua nyingine ni kwamba ametishia kutumia nguvu za kijeshi dhidi ya Colombia inayoongozwa na rais unayemwona hapo Gustavo Petro anayetumiwa kufanya biashara haramu za dawa za kulevya, lakini tayari wawili hao wamefanya mazungumzo kwa njia ya simu na kuwekana sawa. Pia Trump ametishia kuingilia kati na kuwaokoa waandamanaji iwapo na Iran. Hatua ambayo kiongozi mkuu wa taifa hilo Ayatollah Ali Khamenei ameshutumu Trump kwamba uh, amekuwa ni mtu ambaye anamwaga damu na mikono yake imejaa damu ya wa Iran. Mbali na hayo, ametangaza kuiondoa Marekani kwenye mashirika kadha ya kimataifa ya kiwamo yanayoongoza mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi ambapo mashirika mengi ni ya Umoja wa Mataifa UN. Haya ni baadhi ya mambo ambayo ameyafanya na anazidi kumfanya awe uh, ateke vichwa vya habari na mijadala mbalimbali hapa duniani. Je, hiki ambacho Trump anakifanya kinatengeneza mustakabali wa aina gani kwa taifa la Marekani? Lakini Marekani yenyewe inabaki katika mwelekeo upi kwenye siasa za kimataifa? na haya yote yanatengeneza dunia ya namna gani kupitia taifa la Marekani? Mimi ni Raymond Nyamwihula na hayo ndiyo ambayo tutayaangalia katika kipindi hiki cha uchambuzi wa siasa na diplomasia za kimataifa. Tunaye Abdul Shakur Abud, yeye ni mwandishi wa habari mwandamizi ambaye anaungana nasi akiwa pale Washington nchini Marekani, na kwa sehemu kubwa anafuatilia siasa za taifa hilo la Marekani, lakini pia siasa za kimataifa. Shakuru, karibu sana na tunashukuru kuwa nawe. Asante sana kwa kunikaribisha, shukrani. Na pengine kwenye utangulizi, Shakule, hebu tuambie kwanza, mapokeo ya Wamarekani ni yapi? Wanazungumza nini haya katikati ya kati haya mambo ambayo yanaamuliwa na kufanywa na rais wao Donald Trump? Ukiangalia Wamarekani hivi sasa wamekasirishwa sana na mambo yanayotokea hapa nchini, hasa kutokana na ughali wa maisha, uchumi uwe katika hali mbaya, na zaidi hasa hata wale wafuasi wake wanasema walipomchagua Trump alikuwa anachaguliwa ili kurekebisha hali ya maisha hapa Marekani na uchumi, lakini hivi sasa amekwenda upande mwingine. Asilimia sabini ya Wamarekani vilevile wanapinga vikali mpango wako wa kuvamia Venezuela. Wanasema Venezuela haina faida yoyote kwa Marekani. Wanataka hali ya maisha ibadilike, bima ya afya iko katika hali mbaya na mambo hayaendi namna alivyoahidi. Kwa hivyo wana marekani kwa ujumla, kwa sehemu kubwa hawaridhiki, au tuseme hawana furaha na hali ya mambo, hasa ukiangalia vilevile vile, siasa zake na sera zake za kupambana na uhamiaji, tukijua wiki hii karibu watu watatu wameuliwa na maafisa wa idara ya uhamiaji ICE, kule hmm, Minneapolis na Portland. Kwa hivyo asira imeingia hapa nchini kutokana na siasa zake zote. Wakati haya ana, anayafanya yeye anaamini kwamba yuko katika mstari ambao upo sahihi, pengine akiwa anaungwa mkono na maafisa ama wateule wake ambao wanamsaidia kazi katika maeneo mbalimbali. Je, uh, ikiwa kama anaonekana kwa wananchi hakubali kwa kiasi hicho ambacho umetueleza, nini kinafuata, kwa maana ya taswira yake ndani ya kwake uongozi wake, lakini pia chama chake cha Republican. Tukirejea hivi karibuni uchaguzi uliopita wa mamea, imeonekana chama chake kimepigwa, lakini bado anahitaji wapige kura wao katika mambo mbalimbali anayoyahitaji kwa taifa hilo. Ni kweli yeye uh, anahitaji wapigaji kura, lakini yeye hajali sana, kwa sababu hawezi kupania mhula mwingine. Lakini siasa hizi zote zinazopiganiwa hivi sasa ni kuelekea uchaguzi wa mwezi Novemba mwaka huu, uchaguzi wa katikati ya mhula ambapo mm, ni uchaguzi wa bunge na uchaguzi wa magavana na uchaguzi wa mamea na kadhalika. Kwa hivyo uwezekano upo kwamba huenda chama cha Democratic ikachukua udhibiti wa mabaraza yote mawili, na hapo yeye mwenyewe katika hotuba wiki hii alisema, akizungumza na wa Republican alisema, mfanye kila njia, msipofanya kuweza kushinda uchaguzi wa Novemba hapo kuna uwezekano wademokrat wa wanaweza kuwasilisha mashtaka ya kuniondoa madarakani. Kwa hivyo unakuta kwamba hali hii yote inatokana na wasiwasi uliopo kote nchini. Sasa athari zake ni hizo, ni uchaguzi wa Novemba, ambapo atakuwa hana nguvu tena, na inaonekana anataka kwenda mbio kutekeleza mipango ambayo walikuwa shatayarisha ki nyuma ya mambo hayo, kama ulivyouliza, washauri, kuna mpango maalum ulikuwa unaofahamika kama 2025 ni mpango ulotayarishwa na wa Republican wenye itikadi kali kutoka taasisi ya Heritage. Mpango wa ishirini ishirini na tano ni kuendeza sera za Trump za siasa kali za mrengo wa kulia, kupunguza matumizi ya serikali, na tumeona idara nyingi zimefutwa kazi, kupunguza matumizi katika huduma za jamii na kadhalika. Kwa hivyo wao wanalenga kuendesha hayo bila ya kujali sheria, bila ya kujali katiba. Wanataka kuhakikisha kwamba Trump anatekeleza hayo kabla ya kipindi Uh, shakuru miongoni mwa watu ambao uh, mapema tu baada ya tukio la Venezuela walipaza sauti bila kusita. Tulisikia uh, kiongozi wa wachache wa Baraza la Wawakilishi Kim Jeffries akimpinga Trump mara moja na bila kupepesa maneno. Wapo wachache ambao wamejitokeza na kupaza sauti zao. Sasa najiuliza nafasi ya bunge ama seneti ni ipi pengine kubadilisha upepo huu ambao unafanywa na rais, kwa sababu inaonekana mambo mengi ameyafanya bila kupata ridhaa yao. Ni kweli katika katiba ya Marekani, katika sheria za Marekani kwamba rais akienda vita nchi ya nje au uvamizi lazima apate idhini kutoka bunge. Kwa hivyo, hichi ni kitendo ambacho amekifanya kinyume cha sheria, kinyume cha katiba. Ndio maana wabunge wameanza kulalamika, sio Democrats peke yake, hata wa Republican na kitu alichofanya wiki hii kundi la wademokrati na, na wagombea watano au wabunge watano wa chama cha Republican walipiga kura kupitisha azimio jipya la kumzuia rais kuanzia hivi sasa kuchukua hatua yote ya kijeshi nje ya nchi bila ya kuidhinisha bunge. Kwa hivyo ni hatua pekee hiyo waliweza kuifanya, kwa sababu inataka awe na wingi wa bunge katika baraza la wawakilishi kuweza kupitisha jambo kama hilo. Kwa hivyo hivi sasa amezuiliwa kwa sehemu fulani. E, tutaangalia akiwa heshimu au hatoheshimu, lakini wabunge ndio waliweza kufanya, na inaonyesha kwamba chama cha Republican kimeanza kugawika, maanake haikingewezekana watu wa Republican kupigia kura pamoja na Democrats kuweza kupitisha chochote tangu Trump aingie madarakani. Kwa hivyo wachambuzi wengi wanasema hii ni dalili kwamba mambo yanaanza kubadilika bungeni. Shakuru, mwelekeo wa sera za nje za Marekani tunaweza tuka utafsiri vipi katika mazingira kama haya ambayo inaonekana sasa kila eneo Trump anataka kuweka mkono, anataka mguse huyu, amvuruge huyu na mambo mengine. Marekani inabaki salama vipi katika jicho la kimataifa? Katika jicho la kimataifa nafikiri dunia nzima imepigwa na mshangao kuona kwamba Trump anafanya mambo bila kufuata sheria za kimataifa, bila kufuata diplomasia. Uh, wengi wamekuwa wakisema kwamba hii inakuwa ni sera za ubeberu, wengine wanasema ukoloni wa zamani. Uh, Trump anarudisha dunia katika ukoloni kabla ya mwaka elfu tisa mia tisini kwenda uko uk uh, ukoloni wa mwaka elfu mia tisini uh, mia tisa uh, na kwamba anarudisha hali ya kunyakua ardhi bila ya kuheshimu sheria za kimataifa. Kwa hivyo hii inaonyesha kwamba sera za kidiplomasia za Marekani ziko katika hali ya wasiwasi wasi mkubwa. Haifahamiki Marekani inahitaji nini, haifahamiki kwa nini Trump anafanya hivyo. Hata hivyo kuna mambo ambayo wachambuzi wakiangalia kwa undani wanahisi ni kwamba moja kati ya matatizo makubwa ni kwamba Trump anajaribu kupotosha maoni ya wananchi hapa Marekani, kutokana na kadhia yake ya Epstein, kadhia ambayo tunafahamu kwamba anatuhumiwa kuhusika na maelfu ya watu kudhalilisha wasichana wadogo katika ile kisiwa cha Epstein ambapo kuvamia Venezuela, inaaminika kwamba kulikuwa na ripoti nyingi zitatolewa na kuonesha hasa kwamba alitumia ndege ya Epstein zaidi ya mara nane, wakati yeye mwenyewe amekuwa akisema ametumia mara hajatumia hata mara moja. Kwa hivyo ni ishara kwamba anataka kupotesha watu maoni. Pili, wachambuzi wengine wanasema uvamizi wa Venezuela sio mafuta peke yake, lakini mm, ni sera za ndani za jimbo la Florida anakotoka Marco Rubio, waziri wa mambo ya nje. Rubio anataka kura za walatino wengi walioko katika jimbo hilo, kuweza kuhakikisha jimbo linabaki kuwa jimbo la Republican. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo yamesababisha vurugu katika sera zake za mambo za nje, haifahamiki anafuata sera gani. Umezungumzia namna ambavyo yaliyopo nyuma ya pazia katika swala la Venezuela, ambako Nicolas Maduro sasa ameshapandishwa mahakamani. Lakini kuna kisiwa cha Greenland, kwa nini kinampa mashaka akihitaji Urusi na China katika kisiwa hicho, na mpaka anataka atumie nguvu kiasi ambacho kimemfanya waziri mkuu wa Denmark aseme kwamba huenda ikawa ndio mwisho hata uwepo wa umoja wa NATO kama kweli ataingia kwenye kisiwa hicho. Tunafahamu kwamba kisiwa cha Greenland kiko katika eneo la kaskazini mashariki ya Canada. Ni kisiwa kikubwa duniani chenye watu elfu hamsini na sita peke yake. Ni sehemu kabisa ya Denmark. Sasa Trump anachukulia kwamba kisiwa hicho kiko katika hatari au tunaweza kusema mkakati wa kijeshi. Ni kwa sababu kwamba ndio njia fupi kabisa kufika Russia au kufika Urusi, kati ya Marekani na Russia. Na zaidi ya hayo, China na Russia wanafanya shughuli zao za kijeshi katika eneo la bahari ya kaskazini karibu na Greenland upande wa kaskazini, na hii imetia wasiwasi Marekani hasa Trump akihisi kwamba Rusia inaweza kuishambulia Marekani kwa urahisi zaidi kutoka upande huo. Jambo la pili ni kwamba kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa au tabia nchi kama mnavyosema, ni kwamba eneo hilo lote theluji imeyayuka kabisa, kwa hivyo imefanya usafiri wa meli katika eneo hilo rahisi kwa hivyo, Trump anahisi kwamba manuari za kijeshi za China na Russia zilizopo katika sehemu za kaskazini mwa dunia zinahatarisha usalama wa Marekani. Kwa hivyo njia pekee ya kujilinda ni kuchukua kisio hicho cha Greenland. Kwa hivyo yeye anahisi kwamba Greenland ni muhimu kwa usalama wa Marekani. mm -hmm. Lakini cha pili ni kwamba tangu kuyayuka kwa theluji, maanake alikuwa theluji kubwa sana ndio. mm -hmm. tunaona inatokana na hali ya kuongezeka joto duniani, imekuja kugundulikana kwamba kuna madini nyeti ambayo yanahitajika na viwanda vya electronic duniani kutengeneza betri za uh, umeme na kadhalika. Kwa hivyo amehisi kuna nafasi kubwa ya kunyakua madini hayo, na huenda kuwek kukakuwepo na mafuta mengi, kwa hivyo ni swala la kiuchumi na swala la kijeshi. Ndio maana ametaka kuvamia Greenland au anataka kuinunua. Na juzi amesema ataipata kwa njia ya mazungumzo au atabidi kutumia nguvu. Kwa hivyo hilo linaweza kusababisha tatizo kubwa kwa sababu Denmark ni mshirika, ni mwanachama kamili wa NATO, na katika kifungu cha tano article nchi moja ya Neto ikishambuliwa nchi zote zimeshambuliwa, na pia nchi ya Neto haiwezi kumshambulia mwenzake wa Neto. Kwa hivyo ndo maana waziri mkuu wa Denmark amesema Marekani ikishambulia Greenland imeshambulia Neto kwa ujumla, na hapo wanahakika Neto itavunjika, ndio maana amesema hivyo. Sawa sawa, sawa sawa. Shakuru na kushukuru sana kwa uchambuzi huo, na hii ni sehemu ya kwanza ya kipindi chetu cha Chekeche. Tutarejea hivi punde kwa ajili ya kuangalia mengine ambayo tumeyagusia katika utangulizi wa matangazo haya. Mimi ni Raymond Nyamwihula, usiondoke. Nikushukuru sana kwa kusalia nasi na karibu tumalizie mazungumzo ya hii leo tukiwa tumeweka Marekani kwenye mjadala huu na hasa rais wa taifa hilo Donald Trump ambaye maamuzi mbalimbali aliyofanya katika siku za hivi karibuni yanaonyesha kwamba anatumia ubabe zaidi, hali ambayo tunajiuliza, je, dunia inaelekea wapi katika msingi na masuala kama hayo. Mimi ni Raymond Nyamwihula, ninaye Abdushakur Abud kutoka kule Washington nchini Marekani. Yeye ni mwandishi wa habari mwandamizi ambaye anafuatilia kwa karibu siasa za Marekani na siasa za kimataifa. Shakur. Uh, watu sasa wanataka kuona ama kusikia uh, nini ambacho kitafuata baada ya haya yote yanayofanywa na Rais Trump. Ni kweli kwamba uh, ana ngwe ya mwisho ya madaraka ambayo hatagombea tena lakini bado anaiweka Marekani kwenye mjadala na maamuzi ambayo yanaweza kuwa na athari mbalimbali kwa kadri siku zinavyozidi kwenda. Nani wa kumzuia ikiwa kwenye jumuiya ya kimataifa inaonekana hamna wa kumnyoshia kidole hata kwenye Umoja wa Mataifa hakuna wa kumnyoshea kidole. Tunatokaje hapa? Hakika ni vigumu kuweza kufahamu maana yake. Trump inavyoonekana yeye ni mtu ambaye hajali chochote isipokuwa maslahi yake mwenyewe, isipokuwa apate sifa. Kwa hivyo wengi wanahisi kwamba huyu anataka kuingia katika, tayari ashaingia katika historia, lakini anataka kuwa katika historia. Utaona kwamba alipoanza alitaka kupata zawadi ya Nobel ya amani, akinadi kwamba amezuia vita vinane duniani na hakuna mtu anajua vita gani hivyo vimezuiliwa. Lakini vilevile, yeye anataka mambo mengi ya kihistoria, kila kitu anaona yeye ndo kiongozi bora kabisa duniani. Kwa hivyo, yeye ni mtu wa binafsi mwenye kutetea sifa zake. Kwa hivyo, ni vigumu sana, inaonekana kwamba hasikii la mtu, na amewekewa vizuri kabisa na wa Republican nafasi zote za kuweza kumlinda, kuendelea kufanya mambo kama haya. Kwa hivyo, ni vigumu kuona ni namna gani tunaweza kuondoka katika hali hii, isipokuwa tusubiri mpaka Novemba uchaguzi utakofanyika kuondoa utawala wa Republican katika udhibiti wa baraza kuu la bunge na baraza dogo la bunge, yaani baraza la wakilishi na baraza la Senate. Hapo huenda mambo yakabadilika. Kwa upande wa kimataifa, hmm, kuna vuguvugu jipya limeanza kujitokeza. Bila shaka mimi nafikiri watu hawatonyamaza kimya. Nafikiri nchi za Ulaya zimeshaamua kwamba Marekani si mshirika wa kuaminika wakati wowote inaweza kuvurugika. Kuna mambo yanabadilika kwa kasi kabisa. Upande wa pili unakuta nchi za kusini za dunia nchi zinazofahamika kama BRICS, ambazo zinaungana kama Urusi, China, Afrika Kusini, Brazil na India zinapata kasi. Tunajua wiki hii wameweza kuidhinisha kuanzishwa mfumo wa kutotumia dola ya Marekani. Kwa hivyo hmm, ni hatua ambazo zinafanyika kuonekana kwamba watu wameona kuna hatari ya kutegemea Marekani peke yake. Kwa hivyo mambo haya yote yakiweza kukaa sawa ndio njia ya kuweza kujiondoa. China kawaida anajulikana asemi lolote lakini, yeye kwa chini kwa chini anaendelesha sera zake. Kwa hivyo njia iliyopo hapa ni kuondolewa kwa chama cha Republican, katika madaraka na jumuiya ya kimataifa kuungana kwa kikanda, kuweza kuchukua hatua ambazo zinaweza kujitegemea wenyewe na kuiweka Marekani kando. Baada tu ya kufanya alichokifanya kule nchini Venezuela, kwa maana ya kuvamia kumchukua rais Nicolas Maduro pamoja na mkewe, kumekuwa na wasiwasi kwamba huenda Iran so ikakumbwa na jambo lolote. Ili unalitazama vipi katika jicho la uchambuzi wa kimataifa? Uh, katika um, kimataifa inatia wasiwasi wasi. Kwa sababu mambo anayofanya ni ubabe kama tunavyosema, ni ubeberu na hii ya Iran hasa inaangaliwa ni kutokana na sera za Netanyahu. Netanyahu na Trump kwa hakika wako katika Uh, eneo sawa manake Netanyahu anakabiliwa na matatizo ya kisheria nchini mwake, kwa hivyo anatafuta kila njia ya kupotosha hali ya maoni ya wananchi. Kwa hivyo swala la Iran ni kwamba Netanyahu lengo lake ni kuondoa utawala wa Kiislamu, kwa hivyo yeye Netanyahu anamtumia Trump kama njia ya kuweza kumsaidia. Kwa hivyo swala la maandamano yanayotokea kule Iran, ambapo watu wengi wamejitokeza katika njia za miji mikubwa ya Iran kulalamika dhidi ya hali ya maisha, imegeuka hivi sasa kulalamika dhidi ya kutaka kuondoa utawala wa Kiislamu, na utawala wa Kiislamu unaona wazi kwamba unasema hali hii imechochewa na maadui wa nje adui wa nje akimaanisha zaidi Israel na Marekani. Lakini kutokana na hali nyingi za wasiwasi na vurugu imetokea dunia pia haiangalii kule kwamba kuna matatizo yanayoendelea, kwa hivyo inatia wasiwasi kimataifa itakwenda kinyume cha sheria lakini Trump alisema waandamanaji wakiuliwa, basi yeye ataungana na waandamanaji. Kwa hivyo, inadhihirisha wazi kwamba anaweza kuchukua hatua kama alivyochukua kule Libya wakati waandamanaji wa eneo la mashariki walipoanza kuandamana kutaka utawala wa Ghadafi kuondoka. Kwa hivyo, watu wana wasiwasi anaweza kwenda upande huo, na watu wanasahau kwamba kuna hali nyingine ya mvutano iliyotokea kule Yemen ambapo kuna mivutano katika serikali ya kusini mwa Yemen. Kwa hivyo, hali ya siasa za kimataifa na diplomasia iko katika hali ngumu kabisa. Hakuna anaweza kutabiri nini kinaweza kutokea katika mazingira haya ya kuonekana kwamba kuna hali ngumu kwenye jicho la siasa za kimataifa. Mwamvuli pekee unaotazamwa wakati wote ni Umoja wa Mataifa wenyewe, ingawa tangu mwanzo tumesema kwamba kuna walakini kwenye ufanyaji wa maamuzi kuna maajabu yanayoweza kufanyika pengine, ili kuhakikisha kwamba joto hili linapungua, kwa sababu kila kona sasa hivi inaonekana kuna mafukuto yanayojitokeza na kuleta wasiwasi kwenye uh, uh, swala so zima la dhana ya siasa za kimataifa. Ni kweli labda tutegemee maajabu yatokee, lakini ukiangalia kweli baraza la usalama la Umoja wa Mataifa lililaani hatua ya Marekani kuvamia Venezuela, lakini inafika mpaka hapo. Uh, baraza hilo linaamua tu kutokana na maamuzi yanayochukuliwa kwa pamoja, lakini wakitaka kuchukua azimio la kweli, nchi tano zenye nguvu za turufu zinapiga turufu, zinapiga kura, zinazuia. Marekani itazuia kila kitu. Kwa hivyo hakuna uwezekano wa kutegemea uh, Umoja wa Mataifa uh, mimi binafsi nikifuatilia habari za kimataifa ni vigumu kuona, isipokuwa kama ulivyosema maajabu yatokee, mtu kutoka mahala aweze kuwa na nguvu za kipekee kuzungumza. Mtu pekee anaweza kuinua sauti yake, nafikiri kwa hivi sasa duniani hmm, ni China, lakini sio tabia yake. China ndio nchi pekee ambayo inaweza kuonekana ina nguvu lakini, ukiangalia upande mwingine ni nchi za BRICS. Nchi za BRICS zikiungana vilivyo, zikaheshimiwa, zinaweza kuwa na ushawishi mkubwa zaidi, la sivyo, hakuna dalili kwamba kuna mtu au mtu yoyote anaweza kuingilia kati kuleta utulivu katika vurugu lililopo katika, katika diplomasia, na hii inaonekana kwamba diplomasia na sheria za kimataifa au sera na siasa za kimataifa ziko katika awamu ya kuleta mabadiliko makubwa kabisa. Tunaona mabadiliko makubwa kama tuliyoshuhudia katika vita vya pili vya dunia, mabadiliko yaliyotokea hapa. Tunaona mabadiliko yanatokea bila ya vita. Kuna baadhi ya wachambuzi nimewasikia wakisema njia pekee, pengine kwa bahati mbaya, inaweza kuwa ni vita kuweza kutanzua matatizo haya, lakini hakuna mtu anataka kuona vita vya tatu vya dunia. mm -hmm. Pengine wakati tunaelekea ukingoni mwa matangazo haya, Shakur, ndani ya Marekani, Wamarekani wenyewe wanatamani kuona pengine nini kinafanywa aidha na Rais Trump ama watu wanaomzunguka, katikati ya maswali kama haya yanayojitokeza na hofu iliyopo duniani Wamarekani kwa ujumla wanataka kuona utawala wa Trump na wa Republican wameondoka, na wakati huo wanajua kwamba Wademokrat hawana nguvu. Kwa hivyo, Wamarekani hivi sasa wengi wanategemea mabadiliko ya kimapinduzi. Mfano mkubwa ni kuchaguliwa kwa meya wa New York, Mamdani. Hiyo ni dalili kubwa kabisa kwamba Wamarekani hivi sasa wamechoshwa na sera za vyama viwili vikubwa, Demokrat na Republican, na kuna vuguvugu kubwa lina endelea hapa Marekani kuleta wagombea huru, wagombea ambao watakuwa na msimamo mkali zaidi wa kutetea maslahi ya wananchi, kuheshimu sheria na kuleta mabadiliko kwa wananchi na sera za kimataifa. Kwa hivyo, wa Marekani kwa ujumla wanategemea kwamba kutakuwa na mabadiliko mwezi Novemba na zaidi tutaona wagombea wa msimamo wa kati na kati, au msimamo wa mrengo wa kushoto zaidi, na kutakuwa na wale msho, mrengo wa kulia serikali za kulia, kwa sababu vile vile wale wa Republican ambao wako katikati hawafurahii na mwenendo wa vyama vyao viwili Democrats na Republicans. Kwa hivyo, kwa ujumla, kuna ile hali kwamba wanasiasa wenye siasa za mrengo wa kushoto wanategemewa zaidi. Tangu Mamdani kuingia madarakani au kuanza kampeni zake, inasemekana ameweza kushawishi karibu wagombea arobaini na tisa wanaoshindana na Wademokrat. Kwa hivyo hiyo ni idadi kubwa, ukiangalia namna ya hali ya siasa hapa Marekani. Kwa hivyo tegemeo kubwa ni kuona mabadiliko yanatokea katikati ya mhula, na hapo kuona mambo yatakuwaje kuendelea mbele, maanake uchaguzi wa elfu mbili ishirini na nane, hakuna mtu anaweza kutabiri itakuwa namna gani. Mr. Shakur, na kushukuru sana kwa kushiriki nasi katika kipindi hiki na uchambuzi ambao umetufanyia kwenye mjadala huu. Shukran sana kwa kunikaribisha wakati wote. Asante sana Abdul Shakur Abud, yeye ni mwandishi wa habari mwandamizi ambaye tumezungumza naye akiwa Washington nchini Marekani, na hasa tukiangalia uh, mambo kadha ambayo yamefanya hivi karibuni katika kipindi cha takriban juma moja, yamefanywa na rais wa taifa hilo Donald Trump na kuzua gumzo duniani. Maswali makubwa ni hayo kwamba, je, Marekani inaipeleka wapi dunia kwa matendo ambayo yanatafsirika ni ya kibabe yanayofanywa na rais huyo? Lakini wakati wa huo uh, nchi hiyo inabaki katika taswira gani katika jicho la siasa za kimataifa? Mimi ni Raymond Nyamwihula, asanteni sana kwa kuwa nasi. Tukutane katika wakati mwingine kwenye mjadala mwingine wa diplomasia na siasa za kimataifa. Hii ni CHEKECHE ya hapa UTV.